Yanga na Azam bado hawajapoteza lakini Simba yapoteza kwa mara ya kwanza. Ligi Kuu ya Tanzania Bara imeingia katika mapumziko mafupi ili kuruhusu wachezaji kujiunga na timu zao za taifa. Hatua hii ikija wakati ambapo msimamo wa ligi umeanza kuonyesha mwelekeo wa awali. Mashindano haya tayari yameonyesha timu zenye nguvu, zile zinazoonyesha matumaini, zinazotafuta uthabiti na nyingine zinazopambana kuepuka matatizo ya mapema. Kati ya timu 16 zinazoshiriki msimu huu mabingwa watetezi Young Africans, yani Yanga na Azam FC ndizo pekee ambazo bado hazijapotezwa mchezo hata mmoja. Mwanzo wao mzuri unaonyesha nidhamu, uwiano wa kimbinu na uthabiti, hali iliyowafanya kusalia juu ya wapinzani wengi licha ya kucheza mechi chache kuliko timu zilizo juu yao. Yanga wanaingia kwenye mapumziko wakiwa nafasi ya pili wakiwa na pointi 16 kutokana na mechi sita, pointi moja nyuma ya vinara JKT Tanzania ambao wamecheza mechi kumi na kukusanya pointi 17. Yanga wapo kwenye nafasi nzuri ya kuongoza kutokana na mechi walizo nazo mkononi. Bingwa mtetezi huyo amekuwa bora zaidi kwenye ulinzi, akiwa ameruhusu bao moja tu, rekodi bora kabisa ya ulinzi msimu huu. Muundo wao imara wa ulinzi ukichanganywa na uwezo wa kufunga umewawezesha kujenga msingi thabiti katika harakati zao za kutetea taji. Ligi itakaporejea, Yanga wataonekana kama timu iliyo karibu zaidi kuchukua uongozi wa msimamo iwapo wataendelea na mwenendo wao wa sasa. Azam FC wako nafasi ya tisa wakiwa na pointi tisa kutokana na mechi tano. Mfululizo wao wa kutopoteza ulithibitishwa na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Simba SC katika mchezo wao wa hivi karibuni Uwanja wa Ben. Ushindi huo haukukomesha tu mwanzo mzuri wa Simba msimu huu, bali pia uliipa Azam motisha mpya katika jitihada zao za kurejea kwenye nafasi nne za juu za jadi. Ulinzi wao umeruhusu mabao mawili tu, rekodi ya pili bora kwenye ligi baada ya Yanga. Ingawa nafasi ya tisa inaonekana ya chini, Azam wamecheza mechi chache kuliko timu nyingi zilizo juu yao na wako kwenye mazingira mazuri ya kupanda haraka mara ligi itakaporejea. Simba Sports Club wako nafasi ya tano wakiwa na pointi 12 kutokana na mechi tano, wameshinda nne na kupoteza moja. Kupoteza dhidi ya Azam FC kulipunguza kasi yao ya awali, lakini hakukuathiri kiwango chao kizuri kwa ujumla. Wana tofauti ya mabao iliyo juu zaidi katika ligi ukilinganisha timu zote kutokana na idadi ya mechi walizocheza ambapo wameweza kufunga mabao 11 katika mechi tano tu na kuruhusu mabao matatu tu. Upeo wao, uzoefu na ubora wanawafanya kusalia miongoni mwa wagombea wakuu wa taji. Mapumziko yanawapa nafasi ya kurekebisha mambo na kujiandaa na mechi ngumu zijazo. Singida Black Stars wako nafasi ya 12 wakiwa na pointi 8 kutokana na mechi tano, nao pia wamepoteza mchezo mmoja msimu huu matokeo yao ya ushindi mchezo miwili, sare mbili na kipigo kimoja yanaonyesha timu inayotafuta uthabiti. Wameruhusu mabao manne na kufunga manne, takwimu zinazoonesha wanahitaji kuboresha safu yao ya ulinzi na kuongeza nguvu katika safu yao ya ushambuliaji. Hawapo kwenye hatari ya moja kwa moja, lakini nafasi yao imewaweka karibu na eneo la hatari. Mapumziko yanatoa nafasi ya kurekebisha mambo, hasa kwenye safu ya ulinzi. Mwisho wa msimamo, baadhi ya timu zinakabiliwa na shinikizo la kushuka daraja. Tanzania Prisons wako nafasi ya 14 wakiwa na point 7, Dodoma Jiji nafasi ya 15 wakiwa na point 6 na Kinondoni Municipal wapo nafasi ya mwisho wakiwa na point 4 tu. Timu hizi ndizo zenye hali tete zaidi na zinahitaji kuboresha kiwango haraka ili kuepuka kuporomoka zaidi msimu ukiendelea. KMC wameanza msimu kwa tabu zaidi wamecheza mechi 9 na kushinda mchezo mmoja pekee wakiwa na sare 1 na vipigo 7. Yanapata changamoto kubwa pande zote za uwanja. Tofauti yao ya mabao ya hasi 12 inaonyesha udhaifu wao wa ulinzi na ushambuliaji. Ingawa mapumziko yanaweza kuwapa nafasi ya kujipanga, watahitaji mageuzi makubwa ligi itakaporejea. Dodoma Jiji nao wako katika mazingira magumu. Wamefunga mabao manne tu na kuruhusu tisa, Hali iliyopunguza uwezo wao wa kupata point. Shida zao katika kumiliki mpira na kuutumia nafasi ipasavyo zimewagharimu mechi kadhaa. Tanzania Prisons ingawa wana point saba, bado wapo kwenye eneo la kushuka daraja. Wamefunga mabao matatu tu na kuruhusu matano wakionyesha hitaji la kuboresha ubunifu na ulinzi. Kadri ligi inavyoingia mapumzikoni, hali ya juu na chini zinazidi kuwa wazi. Yanga na Azam wanasalia timu pekee ambazo hazijapoteza. Simba wako karibu na Vinara, na timu kadhaa zinakabiliwa na kibarua kizito cha kusalia Ligi Kuu. Ligi itakaporejea, mbio za ubingwa, nafasi za kimataifa na mapambano ya kusalia yanaahidi ushindani mkali na kasi kubwa katika kila eneo la msimamo.